Namna bora ya kuzalisha mgomba. Hii ni mama ndiyo tulioipanda, unaona kwamba bado ni pachanga. Huyu ni mama, mama amenzaa mtoto huyu hapa, lakini kwa sababu hii shamba lina mbolea nzuri, tuliweka samadi ya kutosha. Kwa hiyo amezaa huyu. Tumeona tutachelewa kupata matokeo, tusisema tumsubirie huyu, tutamuacha na huyu kwa sali zao wawili kwa hiyo sasa mama mtoto, of course huyu ni mtoto lakini angeakiti kama mjukuu, lakini kwa sasa kuna chakula cha kutosha. Hii tumeamua tuitoe, tuiache. Kwa hiyo itakapomaliza kuzaa atutaruhusu izae tena, kwa hiyo itakuwa inakuja hii na hii na hii, lakini kwa sasa kuna chakula cha kutosha. Huyu huyu akiwa anavunwa tu, huyu atakuwa anaweka, huyu anakuja kumaliza kuweka, huyu anaweka, huyu anakuja kumaliza kuweka, huyu anaweka kwa hiyo kwa mwaka mmoja tunavuna mikungu zaidi ya minne kwenye shina moja, sio mitatu tena. Kwa sababu gani? Chakula ni kingi. Ndizi kipata chakula cha kutosha, ina uwezo mkubwa sana wa kuzaa, kwa maana hakuna mgomba wenye uwai wa kuzidi kwenye shina moja zaidi ya mwaka mmoja. Kwa hiyo kama unaiona rotation yake ni ndani ya mwaka mmoja, itakuwa ishaisha kwa ikwepo minne hapa. Baada ya mwaka mmoja, tukija kurudi mwaka kesho Juni, hizi zote zitakuwa zimeshadisapia na zipo nyingine zinazofanana hivi. Kwa hiyo kama tutakuwa tuko Mtwara, kama tutakuwa tuko Dar es Salaam, kama tutakuwa tuko Dodoma, ambapo huu mkungu mmoja tunaweza tukauza elfu thelathini. Kwa hiyo moja mbili tatu nne, mara 30 tayari tutakuwa tuna wakikia laki na ishirini kutoka kwenye ishirini na moja. Kikubwa ni kupata elimu bora ya uzalishaji na hiyo ndio kazi yetu. Kwa hiyo tunazidi kuwakaribisha, ndio tupate njia bora ya wa uzalishaji. Lakini kingine, nilichotaka kusema watu wengine wanasema, ukitaka kupanda migomba sijui panda shimo lenye upana wa futi, futi tatu ndio upande mgomba. Sasa angalia hizi saizi ndio zinakamilisha mwaka mmoja, ndio tunaenda kuvuna. Lakini kutoka hapa hadi hapa tayari ni mita ni moja, tuliyopanda haijazaa haija, yani hatujaivuna mimi, haijavunwa lakini tayari mashina yake yameshamaliza futi mo rura nzima kabisa rura, kwa sababu kama tunapima hivi, hii ni mita moja na pointi, kutoka pembe hii mpaka pembe hii, tali zimeshaisha, eneo limeshaisha. Ungeweka mita moja zingekuwa zimebanana. Sasa migomba ilazimishwe kwamba izaa, inaenda wapi? Kwa sababu kama lingekuwa ni shimo linafika hapa kwenda ndani, ungelazimika huu zao unakuja huku na huu uzae unakuja huku. Wakati migomba unataka uzae, unavyojisikia. Unaona, kama unaenda mbele uende, ukiamua kwenda huku uende, ndio utakuwa unatupa matokeo mazuri. Kwa hiyo hiyo science, sijui iweke ndani sana, sijui itapepetwa na upepo itaanguka. Hapana, pata mbolea, tupate sisi wataalamu tukupe namna bora ulishaji wa migomba, namna bora utunzaji wa migomba. Kama ni ya kuanguka, hata ya kwenye shimo itaanguka na hata ya juu itaanguka, lakini migomba haianguki ikipata utaalamu mzuri sana, unaona. Lakini zaidi tunaiwekea hiyo miti ya egemeo, ikishaweka tunda likawa zito, tunaogopa isivunjike huko katikati, sio kung'oka kwa chini. Kwa hiyo, karibu sana tufanye kazi pamoja. Asante sana.